Viongozi wa kidini jijini Mombasa wamewaonya wale wanaoeneza propaganda feki kuhusu utendakazi wa bandari ya Mombasa. Viongozi hao kutoka Baraza la Kitaifa la Ushauri nchini KEMNAK, wamesema utendakazi wa bandari umeimarika chini ya usimamizi mkuu wa bandari Captain William Ruto. Wakiongozwa na Sheikh Juma Ngao, ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa wa baraza hilo, wamesema baada ya kufanya uchunguzi wao wamebaini kuwa madai yanayotolewa dhidi ya usimamizi wa bandari siyo sahihi. Kwa pamoja viongozi hao wamewataka wale wanaoeneza madai hayo kukoma mara moja. na baada ya mkutano wetu wa kwanza na baadhi ya port management tuligundua kwamba ripoti nyingi zilizokuwa zinaletwa kwetu kuhusu KPA mashtaka mengi yaliokalitwa kwetu kuhusu MD, tulikuja kuona mengi ya mashtaka ni propaganda huko kweli, na propaganda ziko nyingi kuliko ukweli ulivyo katika bandari ya, ya Mombasa. Tulipokaa na MD na timu yake wali admit kuna mambo yamekoseka katika bandari, lakini ni individuals. Kuna watu binafsi tunapewa ofisi anafanya skandal zake, halafu inaonekana ni bandari yote kuanzia pwani mpaka bara mpaka la na na timu yake akaahidi kwamba ameanza reforms kurekebisha dhuluma katika tenda, kuwapiga teke wale makatela ambao wamezoea tenda zote wapata wao na good fathers, kwamba atawaondoa, iwe tenda kila mtu anapata, hata tuapane, kwa sababu wapwani wengi walikuwa wako wapewe tenders. Akaahidi kwamba atalifanya reforms na kitaumana mpaka iwe mtu wa kawaida ki apply tender pale KPA anapata kazi hiyo, na wakati ni huo sasa. Lakini leo hii ukisema tu pale Likoni pale Amangi utakuta kila baada ya nusu saa au hour meli zinaingia hizi, zatoka hizi zaingia. Imekuwa bandari ya Mombasa imefufuka tangu Captain akae pale, na si porojo, ni ukweli, kila mmoja analiona hilo. Kama alivyosema mwenyekiti ama rais wetu wa baraza, <coughs> ukiwa una ushahidi wa jambo lolote ambalo lamhusu uh, Captain Ruto au lahusu management ya Kenya Ports Authority, channel ziko, nenda mahakamani, uh, wasilisha madai yako na mahakama itafata mkondo ambao ndio watoaji wa haki wale. Wala sio kurupuka kwa vyombo vya habari na kuanza kueneza propaganda na chuki. Wakati huyo MD alipokuwa amekuja, ninaona kuna marekebisho mengi ambayo anafanya. Hii poti ninaona ya kwamba inaweza kuwa nzuri na itakuwa nzuri na itakuwa nzuri hata ha, kulengana na vile ambavyo kuna kwako kuna, kuna na marekebisho pot, poti ni kiungo kikubwa cha hii Kenya nzima ambacho tunatarajia kwamba misaada mingi itoke mahali pale. Kwa hivyo tumekuja kusema kwamba Halitakuwa jambo la busara mtu kuweka siasa yake kwa kiongozi wa poti ama kiongozi wa nchi. Kama hakuna mtu ana dukuduku, atoke tu uwanjani vizuri, aonekane, aeleze, aeleweke. Nikiripotia runinga Anisa, Mombasa, langu jina Farida Ali.